mwamba wa miambani kutoka katika jiji la Dar es Salaam amewasili katika ardhi ya Tanga katika wakati huu. Na hapa ni nje kidogo ya jiji la Tanga, ni ndani ya jiji la Tanga vile vile, katika eneo hili la Kange, wenyeji wake wametoka kutoka da, e, Tanga mjini hadi hapa takriban kilomita kama tatu hivi kuja kumpokea e, Shekhe Nurdeen Kishki. Na muda huu inshallah, moja kwa moja tutazungumza na wenyeji wetu kwanza, ambao wao ni wenyeji wa Shekhe Nurdeen Kishki, kisha Shekhe atatuambia anajisikiaje baada ya kuwasili Salama katika ardhi hii ya Tanga. Na hai, Sheikh Said Omar Mudiru kutoka katika taasisi kubwa katika jila Tanga ya Darul Hadithi. Sheikh Said, Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako Sheikh? Namshukuru Mwenyezi Mungu na wewe. Alhamdulillah. Tayari e, mgeni wenu Sheikh Asili hapa, tuambie hisia zako, unajisikiaje baada kufika salama? Muda mrefu tumefika kumsubiri. Kwa hakika, najisikia furaha sana kwa sababu ni mgeni ambaye ni muhimu sana na ujio wake sisi kwetu unatupa faraja sana katika jiji la Tanga, na alhamdulillahi, amekuwa ana mwitiko mkubwa sana katika mji wetu wa Tanga. Kwa hivyo sisi tunamkaribisha na tutakuwa naye bega kwa bega, mwanzo hadi mwisho wa safari yake inshaallah. Alhamdulillah, zilikuwa ni siku tunahesabu miezi, siku, masaa. Allah amejaalia kheri, Shekhe tayari amewasili muda huu. Tuambie hisia zako, kipi ambacho ungependa kumwambia e, mwenzako sana e, ndugu yako Shekhe Nurdin Kishki kwanza wallahi ni mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kule alikokuwa ametoka, hapa amefika hapa. Nimwambie Sheikh karibu sana. Karibu sana, karibu sana, karibu Tanga. Tanga raha na biidhlahi Ta'ala, shauku yetu ni yale maandalizi ambayo tumekuandalia nyoyo za watu. Misikiti, takriban idadi kubwa ya watu wanatamani kusikia sauti yako na ujumbe ambao umekuja nao. Kwa leo tuna shauku kubwa sana. Shukrani. Mashaallah. Yuko Sheikh Fumo pia hapa kutoka Korogwe. Wallahi jambo la kwanza anapokuwa anapata mwaliko kupitia ndani ya mkoa huu wa Tanga anakuwa asiti ehe, na ndio maana ikafikia wakati nakumbuka, wakasema huu sasa kashakuwa mdigo mwenzetu. Sasa anapokuwa anaitwa katika sura kama hiyo, mimi mtu wa Korogwe nakosaje kwa mfano kuja kumlaki kadawa, lakheri, na kuweza kushirikiana naye katika msafara huu wa kadawa. Mwenyezi Mungu wampe kila la kheri na nyenye pia watu wa Tanga, inshaallah kwa kupenda kama mara kwa mara azilishe kila la kheri. Sehemu ambayo Sheikh ataanza mhadhara ni Msakangoto. Ndiyo. Sehemu ambayo ni kwako. Ndiyo. Tuambie, pale pakoje leo? E, <laughs> Msakangoto pa pamenoga na alhamdulillahi rabbil alamin. Kila ambayo unamuuliza basi shauku yake kubwa ni kumwona Sheikh Nuruddin Kishki na kuweza kupata kile ambacho ameweza kuandaliwa na fadhila tu Sheikh Nuruddin Kishki. Kumenoga, si wakubwa si wadogo, si jinsia ya kiume wala jinsia ya kike. Yaani wote watu wana shauku kubwa kabisa kama unavyojua waboi eh, Msikangoto hawapoi, kila wakati wako moto. Naam, kwa sasa mtazamaji, tumsikilize eh, tu mwenyewe Sheikh Nurdeen Kishki. Sheikh, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wa wa alhamdulillah, safari ilikuwa ni nzuri na tumejaliwa kusali salatul fajr pale Bagamoyo na sasa hivi takriban saa tatu asubuhi tayari tumekwisha ingia ndani ya jiji la Tanga. Eh, furaha yangu ni kubwa kwa mapokezi haya. Mashekhe wakubwa hawa, Sheikh Said Umar, Sheikh eh, Salim Qahtan, Sheikh Fumo, Sheikh Mashi na wenzao wengine kuacha mambo yao. Mashekhe wanafahamika ni watu ambao wana mambo chungu mzima. Eh, moja ya, ya wanafalsafa anasema mwanadamu anaweza kukupa kila kitu lakini kukupa muda wake ni kazi, na mwanadamu akikupa muda wake, basi ujue amekupa kitu cha thamani sana katika maisha yake. Kwa hiyo nashukuru kwa mapokezi haya, lakini pia nashukuru kwa watu wa Tanga kunialika. Huu ni mwaka wa tatu mfululizo, na mimi niwaambie tu kwamba mkinialika tena na tena na mimi ntaitikia tena. Allahu akbar, Allahu akbar. Asante Sheikh, utakuepo hapa katika jiji la Tanga kwa takriban siku nne katika maeneo tofauti, kipi ambacho ungependa kuambia watu wa Tanga kuhusiana na kile ambacho haswa ndio kimekuleta kwa maana ya dawa? Wallahi, watarajie kupokea dawa iliyo nzuri iliyojengwa katika misingi ya Qur'ani na sunna na ukumbusho ambao ndo siku zote kama Qur'ani ilivyosema, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u lmuminin, kumbusha, hakika ya ukumbusho utawafaa waumini. Kwa hiyo watarajie e, kuwaletea chakula cha, cha moyo chakula cha roho, na wakae mkao wa kula. Shukran sana mtazamaji. Eh, hapa ni Kange na sasa safari, eh, kituo kinachofuata moja kwa moja eh, Amir atatuambia tunaelekea wapi. Lakini pamoja na yote katika dawa leo itakuwa ni pale Msakangoto, Masjid Nur baada ya swala ya magharib insha Allah Sheikh ataunguruma pale. Kwa hiyo watu wa Tanga ambao mtakuwa mnatazama video hii leo, baada ya swala ya magharib, tukutane pale Msakangoto, ndani ya jiji la Tanga, Masjid Nur. Lakini kesho, katika siku ya Jumaa, atakuwa pale katika msikiti ule wa masjid eh, Hisan Simba Mtoto, kwa Sheikh Mokhtar. Na Ijumaa hiyo, kwa maana ya kesho, baada ya magharibi atakuwa katika msikiti mkubwa wa barabara ya kumi, msikiti wa Ijumaa. Siku ya Jumamosi baada ya swalatul asr atakuwa pale katika eneo la Mwamboni nje ya kiwanja cha Shams, eh, msikiti wa Masjid Saf kisha ziara hii itafungwa siku ya Jumapili katika ukumbi wa Simba Mtoto. Asubuhi atakuwa mgeni rasmi katika mahafali ya wanachuo wa utumishi pale Kange, na jioni yake itakuwa ni mhadhara wa kina mama. Shime alaikum, tujitokeze kwa wingi, tayari shekhe amewasili. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Asante kwa Ahmad Kimamba, asante pia kwa Omar Salum Ng'anga ambao wao wapo katika upande wa upigaji wa picha, bila kumsahau Oba TV Mzee wangu Omar Elmasi ambaye naye pia amesafiri na shehe kwa ajili ya kuwapa faida wafuatiliaji wa channel ya Oba TV. Mimi ni mwana wa maalim mashi, asante. Ah, Kishki TV, TV nuru, nuru. ya dini yako